Lakini umekubali. Wewe kwenye mechi ya mwisho umeshinda ngapi? Mechi ya mwisho umeshindwa kigoli kimoja. Mimi mechi ya mwisho nimeshinda tatu na pointi nane, unasemaje kile kigoli kimoja. Una pointi ngapi? Mimi na pointi moja. Wewe una pointi ngapi? umeshinda goli ngapi kwa kwa Mkapa? Mimi nimeshinda nyua amani, nikwambia vipi. umemaliza kundi kwa nafasi ya mabishano kwa sababu huyu kiumbe mimi simuelewi, kwa sababu, sababu anang'ang'ania, tuko sawa tuko sawa tuko sawa. Namuuliza, tuko sawa kivipi? kwa sababu anaposema tuko sawa, nielezee, kwa sababu tofauti ni mkubwa, kwa sababu mpaka sasa hivi yeye kama Ngo... ah, yes. kutolewa sio yes. shida ngoja yes. Ngoja, unajua kutolewa sio yes. shida yes. Tunaangalia, tumetolewa sawa, tunaangalia huyu mm. Yanga kamaliza akiwa nafasi ngapi na ana point ngapi? Yeye amemaliza akiwa nafasi ngapi na point ngapi? Yeye kwenye kundi lake, yeye ndo kibonda amejitwisha kwenye kundi lile la, la, msimamo sawa, la kwenye kundi lake yukajifisha timu zote kwenye kundi lake. Lakini umekiona kikosi fadhi? Kikosi kipi? Umekiona kikosi cha jana. Ndugu zangu waandishi habari, huyo atanikausha koromeo bure. Huyu dawa yake nitakwenda kumwonyesha tarehe moja kwa sababu kwa mpira gani alokuwa nao hata liowope wapi? <laughs> hata Santiago Bernabeu yeah, ituna laza hata Santiago Bernabeu <laughs> mimi naamini kikosi changu cha Simba, umeona mwenyewe jana, umekiona mwenyewe nani, jana Suleiman mwalimu ule umemuona? <laughs> mona gulae umemuona? <laughs> huyo mwalimu mwenyewe muda muda wote wote. Wewe, mwalimu mwenyewe mwalimu mwenyewe una timu, unahisi Yanga umekosea wapi kwenye mchezo um, uh, au yani kwenye mchuano hii? kwenye michuano, ah, kwenye michuano hii Yanga hajakosa sehemu yoyote, ni makosa madogo madogo. Eh, kwa mfano kama Boka katika michuano hii naweza nikasema kwamba nyota yake haikung'aa kivile. Ukiangalia kwenye michezo yake ya mwisho, ukiangalia mechi ya Laali tuliocheza naye hapa, tuliocheza kwenye mechi tuliocheza na Falabat kule nyumbani kwake, unaona Boka, yani naweza nikasema kwenye michuano hii haijafana. Lakini sasa niwaambie ma, mashabiki wa Yanga kwamba unajua mchezaji anavokosea, e, sio amekosea moja kwa moja kama mnavoona makosa madogo madogo ambayo yamejifanya katika mechi mbili zile, aidha ya ya, ya, ya Laali pamoja tunaona leo leo katulipa kama mashabiki wa Yanga. Na wa Yanga Yanga na na ndio maana hata shabiki yoyote ambao nyua amani Zanzibar amzungumzii Boka tofauti na michezo miwili iliyopita, watu tumemzungumzia sana Boka Boka, hata mimi mimi mwenyewe mmoja wapo, lakini lakini leo ameweza kutufuta machozi, tulikuwa tunamlilia wenu, wanasema kuoga yeah. Mjini nimekwambia, sasa unajua kuoga sio, unajua sio shida, unaweza ukaoga afu afu na na na umeoga bila sabuni sabuni sabuni. Mudi, Mudi limeoga lina sabuni, nimeoga ninamaanisha hivi kwamba limemaliza kundi lake pointi tano afu mabonde kuinama kuthibitisha timu zote zilizokuwa kwenye kundi lake. Mimi nimemaliza nikiwa na pointi zangu nane nikiwa nafasi ya tatu. Sikinele, sijui nilikuwa sijui. Kwa hiyo sasa ukiangalia mtoto Amudi kamaaliza akiwa ameshinda kigoli kimoja, mimi nimeshinda nikiwa na chuma tatu. Hizi ni salamu kwa mtu ujue. Hizi tatu mzuka subirieni sasa tarehe moja. Kwani tarehe moja mbali ndugu zangu. Hata ongea nao sana wao ndugu zangu. Hao flyer yao ni sana flyer ya, ya mbu. Anapiga kelele usiku mchana kafa. Kwa tarehe moja hata taso mbali ndugu zangu. Eh, Simba mbu. Watoto um, Amudi maisha yao maisha yao kama ya mbu hivi. Mtoto wa Mudi, unafikiri asipopata alipo, asipopata furaha kuona Yanga amefungwa, kutoka kuona Yanga ametoa sare, kuona Yanga ametoa ligi ya mabingwa, unataka aenda kafurahi wapi? Ndio furaha ya watoto wa Mudi, kuona Yanga amefungwa, kuona Yanga ametoa sare, kuona Yanga ametoa ligi ya mabingwa, ndio ndio furaha yao. Kula amejifanya amefishama kwenye shamba la karanga, yani baada ya liombea timu lao bofu mwezi wa kwanza, sio tarehe moja, sio mbali, baada ya liombea timu lao kuelekea mechi ya tarehe ngapi, ya tarehe moja mwezi wa tatu, bado wanakuambia katolewa sasa, tuambie aishi. Mpaka hii imeshaisha, tukutane tarehe moja mwezi wa tatu. Naenda kumkanda tena na mara saba mfululizo mimi.